Ni muhimu sasa, wakati wa kuweka yale majukumu yetu na malengo yetu na viashiria, ni vizuri tukaweka vizuri hayo malengo yetu viashiria vyetu, viashiria ambavyo vinaweza vikapimika ili tutakapokuja kufanya tathmini e, mwishoni mwa mwaka tathmini tunafanya kadi tunavyokuwa tunatekeleza. Kwa hiyo tutakapofika mwishoni mwa mwaka tunafanya tathmini ya ujumla. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa sisi e, watumishi lakini zaidi kwa viongozi ambao mko hapa, kwa sababu nyinyi ni wasimamizi wa watumishi wengine. Kwa hiyo tutakapotoka hapa tumeelewa vizuri namna ya kuweka e, majukumu yetu, malengo tuna viashiria, ni muhimu sasa katika utekelezaji tukautekeleza vizuri. Ni matarajio yangu kuwa mafunzo haya yatatusaidia kupata uelewa wa kina kuhusu mfumo unavyofanya kazi na umuhimu wake katika kuboresha uwajibikaji na utendaji kazi wa kila mtumishi. Ni wito wangu kwenu kwamba munitumie vema fursa ya mafunzo haya kujenga na kuimarisha uelewa wa mfumo huu ili pamoja wa humbele na watumishi mnaowasimamia mkawe na uwezo mkubwa wa kupanga majukumu yenu kwa kuzingatia vipaumbele na kuweka viashiria vinavyopimika. Tunatambua kwamba tunapoanza kutumia mfumo uwaa kuna changamoto ambazo wa zinajitokeza wakati wa kufanya kazi lakini, sasa zile changamoto uh, ni nyenzo tu ya kukusaidia kwamba unatakiwa ufanye zaidi unapopata ufunguzi wa hiyo changamoto. Kwa hiyo tusikae kimya unapokuwa nakumbana na changamoto katika utendaji wa mfumo huu wa uh, hii utendaji. Kwa mjibu wa taarifa ni kwamba tunatakiwa tufika asilimia sabini na tano sio ya utekelezaji wa majukumu yetu asilimia 75. Kwa hiyo kwa mtumishi yoyote atakayekuwa ameshindwa <coughs> kufika asilimia 675, kama ulikuwa umefika wakati wa kupanda ngazi, hawezi kupanda, kwa sababu atakuwa ameshindwa kwa kazi, maana kwamba ule uwajibikaji wake katika utendaji uh, kazi utakuwa haujafikia <coughs> ma malengo.